Bila shaka hujambo, bila shaka upo salama popote pale ambapo unatufuatilia Morning Trumpet kwa siku hii ya leo. Tunakukaribisha sana tukae mezani kwa pamoja kujadili lile tulilonalo. Kama tulivyokujuza awali, mwaka huu 2025 ni mwaka uchaguzi mkuu, wa uchaguzi mkuu. Wanachaguliwa wabunge, wanachaguliwa wawakilishi huko visiwani Zanzibar. Sasa swala la ubunge ni swala ambalo halina ukomo kwa sasa katika nchi yetu. Mbunge anayo nafasi ya kuwania kadri atakavyoweza, kwa mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, mara sita na kuendelea. Lakini tunafahamu nafasi ya uraisi ambao ndio ngazi ya juu kabisa, yenyewe ina ukomo ambapo ni vipindi viwili tu rais anaweza akapata nafasi hiyo ya kugombea. Sasa wananchi wanahoji, baadhi ya wananchi na wanazuoni wanahoji, je, ipo haja ya kuendelea kuwa na nafasi ya ubunge bila kuwa na ukomo? Mbunge anaweza akaendelea kuwakilisha jimbo lake kwa miaka 30, 30 na mitano, ishirini na kuendelea, au ipo haja sasa ya kuwepo na ukomo katika nafasi hii ili iweze kuleta manufaa zaidi au kuleta tija zaidi, ndicho tunachokiangalia hapa kwa siku hii ya leo. Na wewe unaweza kuwa na nafasi ya kuchangia, nambari yako ni sifuri saba sita tatu themanini tisini na saba sabini na ukakumbuka yule mbunge jimboni kwako mmemweka kwa muda gani. Kuna majimbo ambayo wabunge hadi sasa hivi wamekaa mm. hadi kwa miaka thelathini, lakini kuna majimbo ambayo mbunge harudi mara mbili tutakuja kuangalia hapa. Tayari studio tunaye mchambuzi wa masuala ya kisiasa Buberwa Kaiza, karibu sana, asante sana. Hapo baadaye tutapata nafasi ya kuungana na wakili Edson Kilatu, atatujuza katika upande wa sheria Good luck. Naam. Nakumbuka jimboni kwako mbunge wako ana miaka mingapi? e, mbunge wa sasa jimboni jimbo langu yeye amechaguliwa kipindi chake cha kwanza mwaka elfu mbili na ishirini. Amekuja na mabadiliko. Hmm. Hmm, ni, ni, ni miongoni mwa majimbo ambayo wanabadilisha lakini e, tunafahamu kuna majimbo ambayo e, y, y, yana historia ya kuwa na ku, mbunge mmoja kwa muda mrefu mm -hmm. Kiwemo jimbo la Isimani ambalo mm -hmm. Kwa miaka mingi amekuwa akiongoza Eh, William Vanging'ombe Lukuvi, lakini aliyekuwepo mbunge anaitwa Crescent maji ya Chrysant, majia, Tanga mzindakaya ambaye mm. Nafikiri takriban miaka arobaini na mitano aliyo, alikuwa mbunge eh, Sumbawanga kule mm -hmm. Kwa hiyo ni miongoni mwa wabunge wachache tu ambao wamekaa muda mrefu kabisa, na hapo umetaja William Lukuvi amekaa miaka takriban thelathini sasa hmm, lakini miongoni mwa wabunge ambao wamekaa zaidi ya miaka ishirini ndio tunaelezwa ni mbunge Jobu Ndugai ambaye amekaa kwa miaka ishirini yeah, na mitano tunaye Musa Hasani Zungu, yeye amekaa kwa miaka ishirini Ahmed Shabibi hiyo amekaa miaka ishirini hiyo Shabibi ni Gairo mm -hmm. George Mkuchika miaka ishirini Newala Joji Simba Chawene miaka e, ishirini nafikiri, Kibakwe Mpwapwa. Eh? Luhaga Mpina miaka ishirini mbunge wa Kisesa Ehe, e, Maida Abdalla miaka ishirini Halima Mdee yeah. miaka ishirini Vita Kawawa miaka ishirini Pindi Chana miaka ishirini Wapo na wengine ambao wamekaa kuanzia miaka ishirini na kuendelea. Msingi, mm. wetu tunauanzia wapi? Na na nafikiri tuanzie kwenye katiba yeah. E, katiba inazungumza nini kuhusiana na uh, ukomo wa viongozi tunaowachagua hasa ambao tunawachagua uh, mwaka huu? Tunafahamu kuhusu rais ambayo ni vipindi viwili uh, vya miaka mitano mitano, manake kama rais atahudumu miaka kumi, uh, hawezi tena kuendelea kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ama, ama pia kwa upande wa Zanzibar. Vipi kuhusiana na nafasi hizi nyingine za uwakilishi kama vile wabunge na hata madiwani Mzee Buberwa? Uh, asante sana Godluck. Um, nilikuwa napitia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ukisoma kuanzia ibara ya 62 na kuendelea. Uh, katiba yetu iko imefungua milango yote. Eh, yeah. E, haijatoa uh, ukomo e, wote kwa nafasi ya ubunge kwa hiyo mbunge anakuwa na uhuru viko vigezo vingine sifa zingine ambazo zinasababisha mtu akakosa ubunge asichaguliwe lakini swala la kukaa bungeni e, muda uh, kadhaa e, sio sehemu ya masharti ambayo amewekwa kwenye katiba kwa hiyo e, kwa sababu katiba inaruhusu e, nadhani ndio maana e, wabunge wanaweza wakakaa au mtu anaweza akakaa muda wote akiwa mbunge e, akaanza pengine hata akafariki akazeeka akiwa pale na baadaye akafariki akiwa mbunge, kwa sababu hakuna ukomo wote, kwa mujibu wa katiba yetu. Hiyo ni moja lakini, la pili nitaka kusema ni kwamba pengine e, swala hili kuliangalia vizuri e, inabidi tuangalie maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza bunge ni nafasi ya wananchi, katiba yetu inasema na ndivyo ilivyo. E, kwamba bunge lina e, sehemu kuu mbili. Kuna sehemu ya rais alafu kuna sehemu ya wakilishi wa wananchi, yeah. Kwa hiyo bunge ni, ni, ni mamlaka ya wakilishi wa wananchi. Kwa hiyo pengine kukijiuliza, tunaweza tuka, tukapata tuka jibu kwamba ni kwa kiwango gani e, raia wenyewe e, wanajua kwamba e, bunge ni mamlaka yao, ni wao mm. Ni wao wenyewe wanaweka wale wabunge pale na ni wao wanaweza kuwaondoa. E, na kwa hiyo wanawaweka pale wafanye kazi gani, ambao wana jukumu lipi, na, na kusudi wa kipima jukumu hilo kwaona haijafanyika inavyotakiwa, eh, pengine wadai utaratibu wa kuwaondoa. Hiyo ni eneo moja ambalo e, tunaituliata tukaliangalia kwa upande mwingine ile zikania. Lakini eneo la pili, pengine na katiba yenyewe tunaizungumza. Eh, katiba kwa kawaida E, na hii ukisoma katiba hii kuna mama ambaye jaandikwa lakini yanaonekana ya momo. E, katiba inakuwa na sura kuu tatu, inakuwa e, ni waraka wa utawala, waraka wa kisiasa na ni vile vile ni waraka wa kisheria yani yeah. Misingi ya sheria iko kwenye katiba alafu maswala yote yanazingatia utawala ya kwenye yanaelezwa na, ya na katiba, lakini vile vile na maswala ya utaratibu uta wa kuweka taifa kama moja kama taifa moja, ambao ni makubaliano ya wananchi, ambao ni waraka wa kisiasa. Sasa katiba yetu kisoma hii unaana kabisa maelekezo mengi ni yako upande wa waraka wakwana ukotoka na historia yake inaonekana kama waraka wa utawala zaidi mm. E, waliandika ikatiba hii akina mzee Pius Msekwa na kwenye kamati yake ile na, na, na marehemu mzee e, Sabiti Kombo wa, na wakati ulikuwa ni chama kimoja, na natujao kuibadilisha ikatiba kwa hiyo masuala zaidi waliozingatia ni ya kiutawala zaidi mm. e, wakwenda nje kuona watu wanafikiri nini, maisha watu wa kidemokrasia yakoje na nini nanini. Kwa hiyo katika mazingira haya ninadhani ndio maana yake e, e, nafasi ya raia e, kuoji kuuliza kuliti, kubadilisha kuita kuwa na nguvu ya ku, ku, ku, ku, ku kutaka mambo yaende kwa namna ambavyo wangependa kubadilisha. Wabunge haijawahi e, ku, kuwekwa humu na haionekani iko bayana. Kwa hiyo ukiangalia haya mambo pengine hiyo ndio sababu, lakini katika hali ya kawaida kwenye demokrasi hatutarajii kwamba mtu abaki bungeni akiwa mmoja kwa miaka yote, miaka arobaini na tano yamsema marehemu zindakaya miaka mm. thelathini msimarukuvi hata na, na, na, kimsingi kwa sababu ni uwakilishi wa wananchi, na haiwezekani kwamba kuna mtu mmoja mm. e, katika jimbo anayewakilisha wananchi, na ukizingatia kwamba rais anakaa vipindi viwili, na kwa mujibu wa katiba sio kwamba anakaa vipindi viwili, anapewa fursa isiozidi vipindi viwili, maka anaweza kaa kipindi kimoja, kwa sababu baada ya baada ya kipindi kimoja anagombea tena. Sasa kwa hiyo katika mazingira haya tungetarajia vile vile na wabunge E, pengine e, kwa kuzingatia kwamba kazi yake si ya kusomea ya ya ni specialist wa, wa mambo fulani ya utaalamu fulani, ni kazi ya kujituma, ni kazi ya kujitolea, ni kazi ya kuhakikisha wananchi bungeni mm -hmm. kwa sauti ya wananchi. Kwa hiyo tungetegemea vile vile kwamba e, e, itakuwa kuna fursa kwa wananchi, kwa kila mwananchi ambaye anaweza akawakisha wananchi, wananchi wenzake kwenye jimbo aweze kufanya mm -hmm. kazi hiyo ili iweze kuwa na nafasi hii na nafasi itakuwa iwazi kwa ajili ya kutoa nafasi kwa watu kuweza kugombea na wengine kushindana. Sasa kuhakikisha wananchi, hebu eh, tuwasikilize wabunge wenyewe wana mtazamo gani kuhusu hoja hii, na eh, tuangalie baadhi ya wa wabunge wakizungumzia kuhusiana na swala hili la ukomo. Nasema ni mjadala, Watanzania ndo wenye bunge lao. Watanzania wakifika mahala wakaona kwamba hapana, tunataka wawakilishi wetu sisi tuwape vipindi viwili, tuwape vipindi vitatu, hakuna anayeweza kupinga. Na mimi niseme ninaona ni jambo jema sana kujenga utaratibu wa kupishana katika madaraka. Kwanza inaleta mapenzi miongoni mwa wananchi kulikoni kuona eh, kuna watu fulani labda muda fulani ndio wamekaa kwenye chombo muda mrefu. Unajua hata kwenye uongozi, hata uongozi wa nchi kiongozi akikaa muda mrefu yani hata jua likiwaka li, li, sana, wanaona ni matatizo yake. Mvua zikikosekana, wana yani wanamsingizia hata vitu ambavyo wanani. Kwa hiyo kupishana katika madaraka ni jambo la msingi, na unaweza ukashangaa kuna watu wengine wamekaa miaka kumi na tano bungeni. Anakaa miaka kumi na tano bungeni, alafu, anatolewa alafu anaangaika tena kutaka kurudi bungeni. Yani kama vile akili zake hawezi kuzitumia kwenda kulima nyanya, akili zake hawezi kuzitumia kwenda kulima matikiti, anataka lazima tu arudi bungeni. Yani yeye kama vile kazaliwa kuwaongoza na kuwawakilisha wengine, yeye hawezi kuwakilishwa na watu wengine, na hii nayo inaweza ikatafsiriwa kama ni uchu wa madaraka. Swala la ukomo, swala la ukomo tulisaini Maputo Protocol. Kwa ajili ya viti maalum tunafahamu kabisa, uh, nchi za Kiafrika wanawake walikuwa wathaminiki kwenye vyombo vya maamuzi, kwa hiyo sisi kama taifa tukasaini Maputo Protocol ili wanawake kuanzia ngazi ya ya vitongoji na vijiji waingie kwenye ngazi um, za maamuzi. Kwa maana serikali za um, kitongoji, kijiji, wajumbe wawili lazima wao wanawake. Na hilo ilikuwa ni kwa ajili ya kumsaidia mwanamke aweze kujiamini na kujijenga; akishazoeleka basi aende kwenye jimbo au kwenye kata. Na mimi ninaunga mkono hiyo na ninaunga mkono pia kwamba jaji walioba alipata maoni mengi kwamba wanawake wasikae muda mrefu. Na mimi nakubaliana, ukishakaa vipindi vitatu unakuwa umeshajua namna kujenga hoja bungeni, ushapata uchumi, namna ya kujitetea, basi angalau vipindi vitatu wanawake waweze. Lakini wabunge wa majimbo, wananchi ndio wachague, kwa sababu mtu kama anafanya vizuri akae hata miaka 20 kwa sababu ajipitishe, anapitishwa. Maana huyu mbunge anakaa vipindi vitatu vinne, au vitano, anakaa kwa matakwa yake, anakaa kama wananchi wamtaki, analazimisha wananchi wanamkataa hata kama kipindi kimoja, kwa sababu kisha sema vipindi viwili mwisho au vitatu itakuwa kama ndio katiba. Hata mbunge mbovu atasema, jamani niacheni nimalize cha pili au niacheni nimalize changu cha tatu. Lakini kumbe kuna mtu anatakiwa atoke kipindi cha kwanza tu. Kwa hiyo wananchi wakishana huyo kwanza, kipindi cha kwanza afai wanamuondoa, huyu kipindi cha pili afai wanamuondoa, kipindi cha tatu afai anaondoa. Naona kina mzee mkuu wako kipindi cha nne cha tano wananchi wao wanawapenda na wanafanya kazi kubwa. Hapa Dodoma hapa Mheshimiwa Mvunde anafanya kazi nzuri, huwezi kumwambia bwana ushafikisha vipindi viwili, wewe kijana una miaka 40 toka haiwezekani. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa, kwa wananchi kule kuchagua kwenye majimbo ni vizuri ikaendelea mamlaka ya wananchi. Wamemchoka mtu, tena tungeweka utaratibu hata miaka mitatu. Eh, nimesikia baadhi ya watu wanasema hata kama hujafikisha ile miaka mitano, kuweka na utaratibu miaka miwili na nusu au mitatu, wananchi wanatathmini mbunge. Wakukatalia hata njiani unyamaze kipindi cha tano, upate mtu mwingine, yule aliyekuwa wa pili, sio lazima tufanye uchaguzi. Yule kwenye, kwenye kura zile za wananchi aliyekuwa wa pili kura ya maoni, atawapishwa endapo wananchi watasema no kwa mbunge kwa sababu hii kazi ya kutumikia watu uwezi, una jukumu la kungangania. Ni Abubakar Asenga, mbunge wa Kilombero. Na mmoja pia kati ya wabunge ambao wamekaa muda mrefu ni Kapteni eh, eh, George Huruma Mkuchika ambaye, eh, licha ya kuwa mbunge wa muda mrefu wa Newala, lakini pia amekuwa serikalini kwa muda mrefu. Hivi karibuni ametangaza yeye mwenyewe kuachia nafasi hiyo ama kutogombea tena katika jimbo hilo. hao walioingia kwenye majimbo ma, hakuna upendeleo maalum kule, ni mtu kwamba apambane anayotaka, e, anayeweza miaka kumi haya ishirini haya e, maanake uh, mi nataka nikuambie, kwa mfano mimi kama si umri ningeliamua kugombea ningeshinda. Wako watu wengi wamelia machozi jimboni kwangu kwa tangazo la kusema mimi nang'atuka. Hoja inakuja tutampataje mkuchika mwingine wa kufanya kama alivyofanya huyu? Lakini nimewaambia, nimewaambia kwamba sasa hivi tumesomesha vijana wengi wana uwezo e, wanaielewa Tanzania, si ajabu mtampata mbunge mzuri kuliko mkuchika Hai. Kwa hivyo nataka kulisema hilo kwamba kwao kwenye majimbo hao wachaguliwe mtu kwa kadiri wanavyomkubali watu wake. Haya, miongoni mwa e, wabunge ambao wamekaa muda mrefu zaidi na ametangaza kung'atuka, naye ametoa maoni yake kuhusiana na mjadala huu e... kuna, kuna hoja ya wananchi bado wanampenda mm. mbunge ndio maana wanamchagua mara nyingi zaidi, ambao ndio wabunge wengi wanashikilia. Lakini kuna hoja ya mbunge mwenye nguvu, mgombea mwenye nguvu kubwa kiuchumi yeah. ndiye ambaye hupata nafasi mm. A, tuliangalia hili hapa Buberwa, tunamtaka mwakilishi wa wananchi, lakini tunashuhudia kwenye hizi chaguzi, asilimia kubwa ya wanaopata nafasi ni wale wanaokuwa na nguvu nzuri kiuchumi. Asante as, as, sana nilivyozungumza ni upendo wa uchumi wake au uwezo wake wa kifedha na utendaji wake wa kazi. Asante sana eh, kwenye hoja ya awali ambayo niwasilisha hapa, nilisema kwamba bunge ni mamlaka ya wananchi aa, na kama ni malo, mamlaka ya wananchi, basi kuna masuala ambayo mbunge anafanya na kazi za mbunge ziko tatu. Eh, kazi ya kwanza au jukumu la mbunge, la la mbunge la kwanza E, ni kuwakilisha wananchi raia wa jimbo lake e, kwenye bunge katika masuala yote yanayohusiana na sera za, za nchi. Hiyo ni moja, eneo la pili. Jukumu la pili, a, pili la, ya, la mbunge ni kutunga sheria e, sheria za nchi zinatungwa na bunge. Kwa hiyo mbunge anakuwa sehemu ya uwakilishi wa raia katika jimbo lake katika kutunga sheria za nchi. E, na jukumu la tatu ni kuwajibisha serikali e, hapa tunasema kuisimamia serikali, hiyo ndio jukumu la tatu. Hayo ndio majukumu makuu matatu. Kwa hiyo majukumu ukiangalia yote matatu, hakuna ambayo linahusiana na uwezo wa kifedha au kupendwa na watu, na hayo ni majukumu ya umma, e, sio majukumu ya mtu binafsi kwamba ukisimamia sheria hujamfurahisha, e, mtu yote binafsi kwamba akune kwamba wewe ndio bora kuliko wengine Aa, ukisimamia e, udhibiti wa serikali kwa mfano ukitoa hoja ndani ya bajeti ya, ya juu ya bajeti inavyotakiwa kuwa, kuwa e, namna ambavyo barabara zitakuwa kujengwa, namna ambavyo e, labda mahusiano ya nje na Tanzania yanavyotakiwa kuwa, hakuna mtu hata mmoja moja raia ambao unaona ni mnampendea kibinafsi, e, unamfurahisha kwa kuwa ni kama wewe unafaa kuliko mwingine. Kwa hiyo majukumu yote ya mbunge hayahusiani kabisa na e, mambo binafsi ya kuwa pengine na pesa na nini, isipokuwa kuna swala moja lazima tulijue kwamba katika historia e, ya bunge letu huku tulikotoka e, kumekuwa na mtiririko wa matukio na, na tabia e, kwamba e, bunge ni kama eneo la wakilishi baadaye, ilikuja ikaonekana, hasa tulivyoingia mfumo vya vingi, ilikuja baadaye ikaonekana kama ni sehemu ya uchochoro au fursa ya kubia ma, ya mapato. E, kwa mfano tunajua wabunge wanalipwa e, pesa ya kutosha e, ambao ni vikao wakiwa vikao e, lakini wanalipwa pesa ya ya malipo ya, ya na mbili. Kuna sitting allowance akiwa kwenye kikao, lakini kuna pa padiem yani akiwa ni kama umetoka hapa umesafiri umeenda sehemu nyingine, nimalize kidogo. Wakati eh, unamaliza kidogo, hebu tumkaribishe Edson Kilatu ambaye eh, tuwe naye tangu mwanzo kwenye mjadala huu eh. Kilatu, karibu sana, na pengine wakati unahitimisha hitimisha, japokuwa Kilatu leo kachelewa kidogo, lakini na kabisa na bila lakusu shaka, lakusu eh, shaka eh, foleni lakusu, na miundombinu hmm, na kadhalika Eh, labda, labda atakuja kutujuza kwa upande wa sheria sasa, inavyozungumza wananchi wenyewe wanasema nini, kabla tujahitimisha hapo kwa mzee Buberwa, tusikilize pia maoni ya baadhi ya wananchi. Sasa ukiangalia pia kwa waheshimiwa wa bunge, na ukiangalia pia kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna waheshimiwa wa bunge ambao pia wamekaa muda mrefu, zaidi ya vipindi viwili, zaidi ya vipindi vitatu, lakini kwa, kwa maoni yangu kwa, miaka, kwa kipindi cha miaka kumi. Siamini kama kwa muda huo kuna jambo lolote jema ambalo mbunge ameshindwa kulifanya kwa miaka kumi kama alikuwa na nia. Kwa kama kwa miaka kumi haukuweza kutimiza ndoto zako za, za kuwakilisha kuwa, wananchi kwa maana kwamba ya kutatua changamoto zao hata wakikupa miaka mingine kumi kwa vyote vile hakuwezi kuwa na jambo kubwa zaidi au jambo jipya. Kwa mimi naamini kwa maoni yangu ni vizuri kuwa na, kuwa na ukomo. Vipindi vya waheshimiwa wabunge viwe na ukomo, hata kama sio miaka kumi, lakini la ni muhimu kuwa na ukomo ili pia kuruhusu mawazo mapya yaweze kuwakilisha wananchi, kwa sababu wabunge ni wawakilishi wananchi. Sasa inafika mahala wananchi wao wanaweza wakaona kwamba huyo anatufaa, huyo atufai, lakini pia iweko sheria ya kuonekana kwamba E, muga ameongeza miaka mitano miaka kumi basi miaka kumi hiyo inatosha aondoke, na wengine wagombee. E, kwa sababu unakuta kuna wabunge ambao katika uongozi wao hawafanyi vizuri sana kwa wananchi, lakini kwa sababu wana, e, wamejiwekea nguzo kule juu, wanateuliwa wanaendelea kuwa wabunge kwa sababu wana, e, wale unajua e, tuna magrupu. Kuna wananchi ambao tunaongozwa, lakini kuna wale wateuzi wa wabunge kule juu ambao wanawapitisha hasa nakuta huyo ameweka mtandao wa kumpitisha, lakini huku wananchi walikuwa wamtaki. Kwa hiyo anaendelea kukaa pale muda wote. Sasa ikiwepo sheria ya kumuondoa ni vizuri zaidi. Na yeah, ni maoni hayo ya wananchi. Labda mzee, kwa sekunde kadhaa malizie hoja yako. Kwa sekunde chache namalizia, wakati ule ni kwamba bunge imekuwa ni eneo la kutafuta pesa, eneo la mapato, ni eneo la biashara, eneo la kutafuta mikataba ya serikali, ni eneo sio tena uwakilishi wananchi. Kwa hiyo mapambano na mashindano na kuendea kaa bungeni zaidi kwa ajili yeah, ya maslahi binafsi ya wabunge ambao wanakaa mle ndani, badala badai ya kuwa maslahi ya wananchi ambao wanawakilisha. Kwa hiyo k, ni maslahi hayo ndio nasababisha wabunge wakae zaidi, wapende kukaa zaidi kuliko ku, ku, ku, ku, kupendelea ku tayari kutoka kwa maana ya kutoka kule kutapunguza mapato yao. Kilatu, labda tusaidie kisheria, sheria imeweka ukomo kwa upande wa urais, lakini kwa nafasi hizi nyingine bado inaonekana kama kuna ombwe hivi, pengine ombwe hmm, ile inatokana linatokana na nini? na nini ambacho sheria inaweza ikasaidia ili kutengeneza mazingira hayo ya kutoa nafasi kwa watu wengine pengine kupata uh, nafasi za uwakilishi ya nafikiri, uh, sheria yoyote inatungwa kutokana na jambo fulani ambalo limejitokeza. E, lazima kuwepo na tatizo ambalo linapelekea sheria iweze kutungwa, hmm. Sasa kwa upande wa rais utakumbuka, e, mwishoni wa miaka ya 80 na 90 palikuwa na mfululizo wa mapinduzi sehemu nyingi, watu walikuwa wanapinduliana kwa sababu marais wengi walikuwa hawataki kuachia madaraka, wanakaa muda mrefu sana, hmm, bila kuachia madaraka. Kwa hiyo sasa, ili kutibu tatizo la watu kupinduliwa kwa sababu ya marais wengi kung'ang'ania madaraka, ndio maana katiba nyingi za Afrika zikaja zikaweka ukomo. Kwa upande wa ubunge, kwa sababu hatukuwa na changamoto ya wabunge labda kupinduliwa au kutokea vurugu yoyote, nadhani ndio maana ilikuwa haijaangaliwa. Lakini nafikiri ni wakati mwafaka sasa kuweza kuangalia kwamba, kwa, kwa sababu kuna wabunge ni kweli kwa kutumia e, nguvu yao ya kifedha wameweza kuwa wakikaa kwenye bunge muda mrefu kuna watu wamekaa miaka thelathini mpaka karibu miaka arobaini Ye ni mbunge miaka yote mm -hmm, sababu kila kirudi jimboni tayari anashajua jinsi ya kucheza na mazingira kwa sababu ana rasilimali za kutosha so, anapendwa, watu wanamtaka aendelee. Sasa changamoto tuliokuwa nayo changamoto tuliokuwa nayo, kwanza hatujaweza kudhibiti vya kutosha matumizi ya fedha kwenye uchaguzi, kwahiyo mtu mwenye fedha ana nafasi ambayo ni kubwa. Hiyo e, ni kitu cha kwanza, lakini cha pili pia bado kwenye mifumo yetu ya usimamizi wa uchaguzi haijawa na ufanisi wa kutosheleza kiwango hicho, kuweza kuhakikisha kwamba kweli kila mtu anakuwa na mazingira sawa ya mm. kuweza kushinda. Kwa hiyo nafikiri e, ndio maana naona kuna haja ya kuweza kuangalia, ikibidi tuweke ukomo, tuweke ukomo ili angalau watu wote wao wanaweza kupata nafasi ya kuwakilisha wananchi kwa nyakati tofauti tofauti. Tuibakiza dakika moja hapa mpate sekunde kadhaa ya kuhitimisha. Mubera <laughs> unasemaje katika hili? Mjadala ni endelevu. Asante sana. Mimi maoni yangu ya hitimisho ni kwamba eh, Tanzania n ina raia sasa hivi zaidi ya milioni sitini na mbili na, uh, na tunahitaji eh, kuwakilishwa bungeni kutunga sheria eh, kudhibiti serikali Uh, tunahitaji raia ambao wako mahiri kuwakisha maswala ya raia katika mambo ya utunga sera. Katika maana hiyo yote ile, hatuhitaji mtu mmoja kuendelea kuwa bungeni. Kwa hiyo tunahitaji utaratibu wa kisheria wa kuweka ukomo wa nafasi za ubunge, ili kila mtu uh, mwenye uwezo anayependwa katika mfumo wa ushindani aweze kukubalika na kuchagula, na raia aweze kuwakisha raia katika majimbo. Kwa hiyo vipindi viwili pengine ni vinatosha na hata kipindi kimoja, si lazima vipindi viwili, nafikiri ndio maoni yangu hayo, asante. Ya, na mimi sipo mbali sana na kaka yangu Buberwa, tuweke ukomo, lakini kipindi kimoja ni kifupi. Mimi nasema walau sizidi vitatu. Kwa nini vitatu? Ya, kwa sababu unaweza ukakuta kuna mtu ni kweli wananchi pale wanampenda na anashinda sio kwa mizengo, yaani mtu ambaye anakubalika na anatija na kuna mawazo yanaonekana, walau vipindi vitatu anaweza kama amefanya kitu mm. Hasa kwa levu ya Bunge, kwa sababu yule huwezi ukasema labda na kwamba ni kiongozi wa dola, kwamba atafanyaje. Kama wananchi wakimchoka, ni rahisi kumtoa mbunge kuliko kiongozi labda mkuu wa nchi. Naam no. Sasa Haya, mjadala huu ni endelevu kabisa. Na tutapata nafasi hadi itakapofika uchaguzi mkuu Oktoba, tutapata nafasi pia ya kuendelea kupata maoni ya watu tofauti tofauti tukiwa tunaangalia uchaguzi mkuu ambao tunaofanya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano <mulia>